kuimarisha maeneo yote hasa yale ya fukwe za uh, ziwa Victoria ili kuweza kuhakikisha kwamba watu wote au wakazi wote wa mkoa ambao watavutiwa kutembelea katika maeneo ya fukwe wawe salama katika kipindi kichote cha sikukuu. Lakini pia upande wa jeshi la zimamoto na uokoaji tahakikisha kwamba wanafanya doria katika siku hizi zote za msimu huu wa sikukuu kuweza kuhakikisha kwamba wanatoa maelekezo kwa wale wote ambao wataelekea katika maeneo ya pwani ili kuweza kuhakikisha kwamba wao wanakuwa salama ili kuweza kupunguza au kuondoa kabisa madhara ambayo yanaweza kujitokeza katika kipindi hiki cha sikukuu. Lakini kuna vitu vichache ambayo tunawaasa wakazi wa Bukoba na wale wote ambao watakuwa wamevutiwa kutembelea katika maeneo ya fukwe kwa ajili ya starehe ya siku hizi za msimu wa Pasaka kuweza kuhakikisha kwamba wanakuwa waangalifu, na pia hiki sio kipindi cha kujaribu maji. Maji yote huwa yanakuwa na nguvu sana, kwa hiyo waweze kuhakikisha kwamba wasijaribu maji yoyote wala kukanyaga au kufanya kitu chochote. Wazazi wahakikishe kwamba hao hawa hawa wa, watoto hawawaachi peke yao, wahakikishe kwamba wanakuwa na uangalifu mkubwa kuwaangalia watoto wanakoelekea ni wapi. Cha msingi ni kwamba waweze tu kuwafuatilia hao watoto ili wawe salama muda wote. Lakini pia tahadhari nyingine ambazo tunazitoa kuelekea msimu huu wa sikukuu za Pasaka, tuendelee kufuatilia mwelekeo wa hali ya hewa kwa kupitia a, Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA, ili kuweza kujua kwamba aina gani ya upepo ambao utavuma katika maeneo ya a, Ziwa Victoria au huo upepo utakuwa na ukubwa gani ili kuweza kupunguza athari ambazo zinaweza zikajitokeza au kuondoa kabisa hizo athari ambazo zinaepukika. Jina ninafahamika kama Moses Charles Mchunguzi alimaarufu Beach Boy. Ni vyema kila mzazi anayekuja na aje na mtoto wake au mlezi, haipendezi kuona watoto wanafika maeneo haya bila kuwa na wazazi wao. Imekuwa ikitokea shida, watoto wengi wanapotea. Tayuni Simbanga ni mwenyeji wa hapa Bukoba mjini. Kuna baadhi ya watoto ambao hawawezi wa kujikontrol katika hali ya usalama wa kutembea mazingira ya ufukweni. Lakini pia likawa ni jambo la busara kuanzia majumbani watoto wanapotoka, kuzungumza nao kwamba mnapokwenda msikalie yale mazingira. Kama mtu ha, hajawa tayari kuja na mtoto, ni bora mtoto asije, kwa sababu yule anayemtegemea kwamba anaweza kumlinda kiusalama hajaagana naye, anaweza asiwepo. Usahau kusubscribe